pigania haki za mtoto Mwafrika katika kaunti ya Samburu wamelalamikia wa ongezeko la idadi ya watoto wa kurandaranda mitaani mjini Marlal katika kaunti hiyo. Wadau hao wanapendekeza kubuniwa kwa sera za kuwalinda watoto chini ya mwongozo wa serikali za kaunti ili kudhibiti visa hivyo. Mwanahabari wetu Bonifas Barasa anaarifu zaidi. Kwenye maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika, maadhimisho yaliyoandaliwa katika shule ya msingi ya Shaba, wadau na wanaopigania haki za watoto kwenye kaunti ya Samburu wamelalamikia idadi kubwa ya watoto wa kurandaranda mitaani, idadi inayozidi kwa kera wengi kwenye mji wa Maralal. Tuko na changamoto ambao tuko na street children around hiyo. Uh, ni changamoto kubwa sana ambayo inajaribu kuimisa wasasi wa na walimu pia wahakikishe kwamba watoto wanabaki shuleni, waache kwenda kwa street. Wadau hawa wanapolalamikia idadi hiyo inayozidi kutisha na kutikisa kwenye mji wa Maralal, wametaja hatua hiyo kuchangiwa na wazazi wanaotelekeza majukumu yao ya kuwalea wana wao. Hiyo jambo ya watoto kwenda street ni mambo mengi ndio inachangia. Ya kwanza ni kutowajibika kwa wazazi wao wanaasha watoto waende kwa street na hata ndio kwa sababu pia umaskini ndio pia watoto pia wachangie katika pia pia kwa alisha katika uh, manyambani isho e, nyingine pia ni, ni pia imekosa pia ile inaita collective responsibility kwa wote. You would like to ask all the stakeholders, wasasi na hata community yetu tuwajibike, tujaribu, kwa sababu children are vulnerable and children are the future. So we must protect them. Wazazi wa kaunti hii wanaponyoshewa kidole cha lawama kwa kutelekeza majukumu yao ya kuwalea wana wao, wadau hao wameelezea haja ya kubuniwa kwa sera zitakazowalinda watoto wa kaunti hii dhidi ya dhulma mbalimbali mbali. County government ya Samburu ina work pamoja na Department ya Children Service uh, Samburu County ku develop child protection policy ku ensure watoto wako protected. Hiyo policy ya child protection uh, policy ni uh, ombi letu kama kanisa ya kwamba iweze kuharakishwa kwa wadau wote waweze kuishughulikia jinsi inavyostahili kwa sababu ikiwa in place basi itaweza kufanya kazi inayostahili. Kwa hivyo wadau wote, all stakeholders, waweze kuiharakisha, kwa sababu wakati mwingine policy ina, inaanzishwa lakini inakaa kwa muda bila kuweza uh, kufikia kikomo chake. Macho yote sasa yameelekezwa kwa wadau husika ili kuona kuwa wanaharakisha mchakato wa kubuni sera hizo ili kumlinda mtoto wa kaunti hii dhidi ya dhuluma mbalimbali kama vile ukeketaji na kuwapa haki ya elimu. Bonfas Barasa, Roningia Citizen, shule ya msingi ya Shaba.